Simu yako, kompyuta yako inapomaliza chaji, unachukua waya wa chaji, unachaji tena. Hivi ulishawahi kujiuliza vipi chaji inafanya kazi? Kitu gani kinatokea ndani ya betri mpaka ikawa ukiweka chaji, unapata chaji? Kwenye video hii ya leo nitaenda kukwambia hicho kitu. Betri hizi hufanya kazi kwa kubadilishana ioni na elektroni. Betri yako ya simu imegawika sehemu tatu. Kuna sehemu ya kwanza anode, na kuna sehemu ya pili cathode, na kuna sehemu ya tatu ya katikati inaitwa electrolyte. Sehemu hizi tatu zote zinapatikana kwenye betri yako. Hii electrolyte ni sehemu ambayo iko baina ya anode na cathode. Hapa katikati kuna hii electrolyte ambayo inaruhusu ion kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kusudia kutoka anode kwenda cathode hapa katikati kuna hii electrolyte ambayo ndio inaruhusu nikimiminika maalum. Sasa unapotumia simu yako, wakati simu yako inachaji, sasa unaanza kutumia, kinachotokea ile ioni inahama kutoka anode kwenda cathode kupitia hapa kwenye hii sehemu ya electrolyte. Hicho ndo kinachotokea, na kila unavotumia maana yake inahama kidogo kidogo, ayan kila ikikaa inapungua, inapungua, inapungua, inapungua. Kwenye simu yako ndo unaona chaji inapungua. Okay, sasa baada ya hapo, umeshatumia simu yako mpaka chaji imemaliza. Sasa unaenda kuchaji tena, kipi kinatokea? Unapoingiza waya wako wa chaji, ndio unaanza kuchaji ule waya wako wa chaji. Sio kwamba ule waya una chaji, ndivyo tunavyosema wengi kwamba ha, naenda kutia chaji. Sio kwamba ule waya wako ndio unaingiza chaji na kusudia, sio kwamba ule umeme ndio unachaji ile betri. Hapana, unapoingiza waya wako wa chaji unalazimisha zile ioni kurudi tena kutoka cathode kwenda anode. Waya wako wa chaji hauingizi chaji, zile Ioni zilizohamia kwenye cathode, zinarudi tena kidogo kidogo kidogo kidogo, kidogo, kidogo mpaka zinajaa. Zikijaa kule ndio maana simu yako unaikuta inakwambia mia. Kwa lugha ya haraka ni kwamba waya wako wa chaji sio kwamba una chaji, hapana. Waya wako wa chaji ni kama unasindikiza zile ioni kurudi sehemu nyingine. Zile chaji au zile ioni zimo mule mule kwenye betri yako, unachofanya ni kuzibadilisha tu kutoka kulia kwenda kushoto ukitumia huku ukichaji, zinakuja huku. Hii na Alzenjbary Technology, kazi yangu ndiyo ileile ile, ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. ikiwa e ndo komara, kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe na kama una swali lolote, njoo sehemu ya comment.